Tutaenda kuangalia neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Yakobo sura ile ya tatu mstari wa tano Neno la Mungu linasema, vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo washavyo msitu mkubwa sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Yakobo anasema kwamba ulimi ni kiungo kidogo nao hujivuna majivuno makuu, lakini kuna angalizo pale, angalieni jinsi moto mdogo uwezavyo, uweza, uwashavyo msitu mkubwa sana. Unaweza kuona yani, ulimi unaozungumziwa pale ni kiungo kidogo ndani ya mwili wa mwanadamu, katika viungo ambavyo Mungu ametupa, unaweza kuona kiungo kidogo ambacho hakina msaidizi ni ulimi yaani ukiangalia ukiniangalia mimi nilivyo, ukijiangalia wewe unaweza kuona kwa, kwa kwenye taswira ya kichwa hapa, unaweza kuona kuna vitu vinasaidiana, viko viwili viwili viwili. Masikio yako mawili, macho yako mawili, pua hii ni moja, lakini imepewa pati mbili. Lakini ulimi peke yake uko wenyewe peke yake. bana tusaidie, na katika ulimi huo huo ulimi Mungu alivyoona vyema akajua hiki kiungo ni kiungo muhimu sana, alafu kisipokuwa na uangalizi kinaweza kuwasha moto. Ndipo akasema sasa ngoja, sasa niweze kuweka basi angalau mageti tuweke kizuizi. Bwana tusaidie. Wewe ukijiangalia unaweza kuona ulimi wako uko sehemu gani? Kijikagua tu unaweza kuona ulimi uko wapi? Uko huko ndani huko, lakini ili uweze kufikia ulimi, kuna geti la kwanza ambayo ni meno, alafu kuna kinywa iki mdomo, kwa ajili ya kufumba ili huu ulimi uweze kudhibitiwa, kwa sababu una athari pale. Tumeambiwa kwamba ni kiungo kidogo, lakini kinaweza kusababisha moto, na ndio maana Mungu alilijua hilo akaweka vizuizi, maana ungebaki nje ingekuwa ni hatari sana. Ndio maana ukazuiwa. Unafikiri kwa nini? Mungu alijua. Mungu anatujua, anajua kwamba huyu mwanadamu, hiki kitu ni kikiacha kiwe tu hewani, madhara yake ni makubwa zaidi. Pamoja na hayo lakini, bado unaweza kuona, bado kimezungumziwa kwamba hiki kiungo ni kiungo hatari sana, kwa sababu tunaujua moto ulivyo. Moto ni hatari. Juzi juzi hapa tumeshuhudia uharibifu mkubwa ambao umefanyika sababu yake wakati mwingine ni moto tu, alafu moto chanzo chake wakati mwingine sio kitu kikubwa sana. Wamama hapa ni mashahidi, ukitaka kuanza kupika uwashe moto unatafuta kiberiti, si ndiyo? Jamani, kiberiti, kiberiti kile mule ndani kuna vijiti vidogo vidogo sana, alafu ni vingi, lakini viberiti vile Uh, vile kile kiberiti njiti zilizoko mule ndani unaweza kuzihesabu nyingi tu, lakini huwezi kuchukua zote ukasema uwashe moto kwa pamoja, haiwezekani. Utachagua kijiti hiki kimoja tu, na ukikiangalia ni kama kitu cha kudharaulika kale kabaruti kake kadogo, lakini ukiwasha matokeo ya hapo ule moto unaweza kutumia ukaleta matokeo makubwa, ukaleta faida. Amen. unawasha moto kwa kijiti kidogo sana unawasha mkaa wako pale. Ule mkaa ukishapata tu joto, unaenda na unaambukiza na mwingine, unaambukiza na mwingine, hatimaye jiko lako lote linapata moto, alafu unafanya kitu chema ambacho ulikusudia kukifanya. Bwana atusaidie sana. Sasa hapo ndio unaweza kuona sasa kwa nini ulimi umefananishwa na moto. Ni kwa sababu na wenyewe unaweza kuwasha moto, unaweza kuwasha moto ukasababisha matukio ambayo sio ya kawaida kwa kitu kidogo tu ulimi. Kwa hiyo ni kitu cha kukiangalia sana, na ndio maana Mungu ametuwekea mageti mawili hivi, jamani, simeshwa hii kuona hata sehemu zile nyeti, zile unavyokwenda huwezi kuingia tu hivi hivi, lazima kuna vizuizi na uwe na sababu maalum ya kuingia mahali pale. Ndivyo ilivyo sisi, Mungu alivyotuumba, kwa hiki kinywa chetu, ndani yetu huu ulimi huu, tusiudharau Mungu ametupa ulimi huu akauzuia kwa sababu maalum. Ulimi tuliopewa, Mungu anataka utumike kwa namna ambayo yeye ameona vyema, ili kwa sababu gani? Tusije tukawa ni sababu ya kuwasha moto, huu ulimi usije ukatumika vibaya. Kwa hiyo, inategemea kiberiti chako, kiberiti changu. Nakitumiaje? Nakitumiaje? Nakitumiaje? Nakitumia kwa kuwasha moto au natumia kwa kufanya nini? na nilikuwa najaribu kuangalia mfano, sisi kule kwetu tuna tu, wengi wanalimalima zao kubwa sana sana ni korosho. Sasa ili uweze kuandaa shamba lako, wakati unapokaribia, lazima ufanye usafi wa shamba, kwa sababu yale majani huwa yanadondoka mengi sana pale chini. Sasa korosho zikitaka kuanguka, zikiingia kwenye majani, huwezi kuambulia. Kwa hiyo kinachofanyika pale, mkulima anaanza kulisafisha shamba lake analisafisha kwa maana ya kulifagia kabisa, anafagia yale matakataka yaliyodondoka pale chini. Baada ya hapo sasa, anaweka sehemu mbali na ule mti, ili kwamba nini, asisababishe madhara. Kwa hiyo unakuta anasogeza pembeni yale mabiwi, alafu anachukua kiberiti kile kile, tunarudi kwenye njiti, anawasha ili kuondoa takataka pale sasa kuweka nini, nafasi ya yale ya mazao, sasa yakidondoka iwe rahisi kwake kufanya nini, kuyaokota. Lakini tunaona hata mkulima tu mwingine ambaye anaandaa shamba lake, una fukutu kubwa, yaani una msitu mkubwa. Ule msitu uwezi ukasema tu nipande kitu kikastawi, lazima usafishe shamba lako, unakata miti, unaweka mabiwi kwa mabiwi, na uwezi ukayawasha yakiwa mabichi, lazima usubiri wakati ambao utafika wa kukauka alafu unawasha ndipo utaona matokeo mazuri. Bwana Yesu atusaidie. Sasa anajaribu kuangalia tu kazi ya kuwasha moto, kama huyu mkulima anaandaa shamba lake vizuri ili liweze kuwa safi, lazima atengeneze mazingira ya shamba lake kuwa salama, kwa kuandaa, kufyeka, kuandaa kukata miti, kuiweka sehemu ikauke, alafu anachoma moto. Sasa mimi na wewe tunajiandaaje kwa huu ulimi wetu? Kutaka kujitayarisha, tunaandaaje kinywa chetu? Ulimi nazungumzia ulimi, najua viungo viko vingi sana katika mi, mwili wetu lakini wa, nataka kuona tu tuone ile thamani ya kile kitu kidogo kuliko vyote ambacho hakina usaidizi. Hivi viungo vingine vya nje hivi, miguu ina usaidizi inatembea afu, kazi yake inadhihirika wazi. Mikono kadhalika, yenyewe inasaidiana bana, tusaidie sana. Lakini huu ulimi ambao hauna usaidizi, Mungu ametoa angalizo sana. Kwa sababu gani? Hebu tuangalie katika kitabu cha Mithali, tuangalie katika kitabu cha methali sura ya 18 mstari wa 31, Neno la Mungu linasemaje hapa? Methali 18:31. Methali 38:21, ah, methali, A, Ayokwe, sawa. Neno la Mungu linasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Unaweza kuona mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Yaani unaona namna gani ulimi ulivyo na nguvu. Kumbe mimi na wewe ulimi huu tulionao unaweza kutusababishia mauti. Unaweza kutusababishia uzima. Bwana Yesu atusaidie. Na anaendelea kusema kwamba na wao wa upendao watakula matunda yake. Jamani, matunda tunajua huwa yanazaliwa kwa namna gani. Huwezi kula matunda usipopanda, sindio? Kila unachokipanda ndicho utakachokivuna. Ikiwa mimi ulimi wangu unapanda machukizo, lazima nivune kile ambacho nimepanda lakini kama ulimi wangu utanena yale ambayo yanampendeza Mungu, utanena mapenzi ya Mungu, Mungu hawezi kuniacha. Lakini kama kinywa changu nitakitumia vibaya, lazima nivune yale mabaya ambayo nimeyafanya. Yamkini wakati mwingine, unaweza kuona pale tunaposema, uh, neno la Mungu linaposema kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Ulimi huu unaweza kusababisha maafa makubwa, ulimi huu unaweza kuleta mafarakano. Nimetolea habari ya mfano wa wa, wa, wa shamba mkulima anavyokuwa anasafisha shamba lake. Hivi unafikiri kama huyu mkulima asingesimamia vizuri ile shamba lake wakati anateketeza yale matakataka? Ule moto ni rahisi kwenda kwenye shamba la jirani. Nini kitatokea? Ni mafarakano. Tayari ameshamchukiza jirani yake. Ameshaleta ugomvi. Ameshaleta uhasama mkubwa. Kwa hiyo hata kama mlikuwa mnaenda vizuri majirani msa, tayari umeshaharibu shamba la mwingine, amewekeza kwa muda mrefu, alafu unakwenda kupeleka moto, unategemea huyo mtu atakuaje? Lazima awe na makasiriko na wewe. Kwa hiyo pale unakuta kwamba hata ule ujirani haui kama mwanzo, na inawezekana wakati mwingine ukagaramika kulipa fidia. Kwa hiyo ule moto umesababisha maafa kwa jirani, na ndivyo ilivyo katika kiungo hiki ulimi. Ulimi unaweza kusababisha maafa, unaweza kusababisha jeraha kwa ndugu yako, unaweza kumsababishia mwingine hata akavunjika moyo kwa habari ya huduma, kwa sababu umemnena vibaya, amesikia jinsi ambavyo unamsema. Wakati mwingine watu wanaweza kushindwa kusonga mbele kwa sababu ya ulimi. Sasa ni jambo la kujiuliza, tunatumiaje kiungo hiki ambacho Mungu ametupa cha thamani? Je, nakitumia kwa ajili ya kuzoofisha wengine nakitumia kwa ajili ya kuwatia moyo wengine? Nakitumia kwa ajili ya kuwahubiri wengine habari njema? Au nakitumia kwa namna gani? Mimi na wewe, ni mambo ya kujiuliza, kwa sababu hayo yote yanatuhusu. Tujaribu kujiuliza, kiungo hiki ni kidogo, jamani, ni kama kimenidharaulika, afa kionekani ovyo, lakini Mungu anatamani sana, kwa umuhimu wa hiki kiungo, tuone thamani ya kukitumia sawasawa na mapenzi yake. Bwana atusaidie. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina, hebu tusome tena Mithali kumi na tatu tatu alafu mwingine ataangalia Yakobo tatu moja kumi na mbili <coughs> Mithali kumi na tatu tatu. Amina. Neno la Mungu linatuambia yeye alindaye kinywa chake huilinda nafsi yake, bali afunuae midomo yake atapata uharibifu. Tunaona namna ambavyo tunasisitizwa kulinda kinywa, kama Mungu mwenyewe alituwekea ulinzi wa geti mbili, milango miwili, meno pamoja na huu mdomo. Sisi tunatakiwa tulinde kinywa eh? Kwa sababu unapofunua midomo yako kuna uharibifu mbele. Unaponena vitu bila kumuuliza Roho Mtakatifu au bila utulivu wa moyo wa ndani, baadaye ni uharibifu, na tujue tu kwamba neno likisha kutoka, huwezi kulirudisha. Yani, ukitamka umetamka, ukisha jeruhi umejeruhi. Kuja kumweka yule mtu sawa, inachukua moyo, inachukua muda sana, alafu hata kuwa kama vile mwanzo tayari umesha mjeruhi, na wote tunajua jeraha. Mimi nina, nilikuwa nimepataga majeraha, nimebaki na makovu yale. Makovu siyasahau kwamba ilikuwa chanzo chake ni nini. Sasa tukumbuke kwamba tunapokuwa tunajeruhi wengine kwa kutumia ulimiu, lile kovu linabaki. Bwana tusaidie. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana kujiangalia, tunavyotamka, tunavyohudumia wengine, tunaposema na wengine, eh, tunapotoa huduma kazini kwetu, wakati mwingine sisi wengine hapa ni waajiriwa, wafanyabiashara unapowahudumia wateja, kauli yako inakuwaje? Ni ya kufukuza au ni ya kukaribisha? Ni ya kujeruhi au ni ya kuzofisha? Kumbuka kwamba kila unachokifanya watu wanaona, watu wanajifunza, alafu ulimi huu tena unaenda kukutangaza kwa mtu mwingine, kwamba ukienda duka la fulani, ah, yule mama kwa kweli kauli yake ni nzuri, tabasamu lake ni nzuri, anakukaribisha vizuri. Lakini mimi niliwahi kwenda siku moja tena, nilikuwa na binti yangu, tulienda pale hapo, Azikiwe pale Azikiwe kuna, kuna, kuna duka fulani hapo, tukawa tumeenda kuangalia mahitaji yani, tunaingia tumefika kwenye mlango, yule dada yuko bize na simu Dada, hodi, yani haana mpango. Binti yangu akaenda kuulizia, tulikuwa tunaangalia blazia hivi. Hizi blazia si ngapi? wameandika bei hapo? Jamani, ile ni huduma nzuri unajua, <laughs> unajua, mtu hata kama uko bize, wewe pale umeenda kutafuta fedha. Ebu acha ile simu, ipo tu, ni ya kwako, muhudumie mteja, mshawishi kuweza kufanya kitu kwa ajili ya kuongeza mapato yako. Lakini sasa unavyomfukuza, maanake pale ni kumfukuza yule akitoka pale anatoka na habari zako, hivi akiwaambia watu wawili watatu, wengine nao wakalisikia, watakuja tena dukani kwako, unawafukuza mwenyewe. Kwa hiyo tuangalie namna gani ambavyo tunaweza kutumia ulimi wetu vizuri ili kuweza kuwashawishi na wengine. Bwana Yesu atusaidie. Tumalizie katika Yakobo tatu moja mpaka kumi na mbili. Yakobo 3:1 mpaka 12, anasema ndugu zangu, msio walimu wengi, mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu, awezaye kuuzuia na mwili wake wote. Kama kwa lijamu, angalieni twatia lijamu katika kinywa, katika vinywa vya farasi ili wamtii hivi, hivi twageuza mwili wao wote. Tena angalieni merikebu ingawa ni kubwa kama nini na kuchukuliwa na pepo kali, zageuzwa na usukani mdogo sana kokote anako anakoazimia kwenda nahodha. Vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo washavyo msitu mkubwa sana, na ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajisi, huwasha moto mfululizo wa maumbile, nao huwashwa moto wa jehanamu. Maana kila aina ya wanyama na ndege, ngoja tuachie pale kwanza, rudisha ule mstari wa sita hapo <coughs> na ulimi ni moto ule ulimwengu wa uovu; ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajisi, huwasha moto mfululizo. Yani hapo tu peke yake panajitosheleza, ulimi ulivyozungumziwa. Ulimi ule ni moto, yani ulimwengu wote, yani ulimwengu. Ulimi huu unaweza kutangaza habari njema ulimwengu ni kote, ulimi tu, kiungo hicho kidogo, unawasha moto wa Injili. Mimi na wewe ni matokeo ya ulimi. Mimi na wewe ni matokeo ya ulimi. Anaposimama mtumishi wa Mungu pale kuhubiri, anatumia ulimi wake vyema kumwakilisha Yesu Kristo. Ndiyo maana tumeokolewa mimi na wewe kwa sababu ulimi ulitumika kunena habari njema. Ulimi ungetumika kunena habari mbaya, mimi na wewe tusingemjua Yesu. Kwa hiyo Mungu atusaidie kwa ulimi huu ambao Mungu ametupa, kiungo hiki tusikizarau, tukitumia vizuri iwe faida kwa wengine. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni unaweza kujiuliza kwamba yeah. Je, mimi najaribu sana kujiuliza kwa nini Mungu alizuia akaweka vitu mageti mawili? Najaribu kujiuliza tu, nikaona hapa kuna umuhimu sana wa kuwa sisi wenyewe sasa tuone Mungu kwa nini alituwekea hilo angalizo la kuzuia hapa. Kwa hiyo tusiwe wepesi wa kuzungumza sana. Sisi tunatakiwa tuwe wepesi wa kusikia kuliko kunena. Bwana atusaidie. Nadhani ni Yakobo hiyo, eh? Usiwe wepesi wa kuf... wa kufanyaje? Eh, kama sikosei ni. Na Yesu atusaidie. Nini Yakobo, nimesahau ni mstari gani lakini kuna hilo neno anasema kwamba sisi tusiwe wepesi wa kuzungumza. Yaani maneno yetu yasiwe mengi sana. Tuweke lijamu katika vinywa na kama tunakuwa wepesi wa kuzungumza, basi tuyazungumze yale ambayo yatampa Mungu tukufu, ili jina la Bwana libarikiwe linuliwe. Bwana yetu atusaidie sana. Amina. Basi Mungu atusaidie kwa hilo, maana naona muda umeenda tayari. Mungu, Mungu atusaidie kuweza kutumia viung, kiungo chetu hiki muhimu vizuri, tutumie vizuri kiungo hiki ili tumwakilishe Kristo Yesu Kristo. Amen. Bwana atusaidie sana. Baba Mungu, ninakushukuru. Asante kwa wakati mzuri ambao umetupa haya ambayo Mungu umesema nasi yakawe ni sababu ya sisi kubadilika. Tupe neema ya pekee Bwana, kuweza kutumia ulimi wetu vizuri, ili Bwana tukapate kukutangaza wewe na utukufu ukakurudie wewe. Asante kwa kila roho ambayo imesikia. Ninaamini ya kwamba neno hili Bwana halitakurudia bure, bali litaenda kutimiza mapenzi yako katika jina la Yesu Kristu, amen.